Saba usiku kuelekea tarehe nane e, ya Kariakoo Derby, mambo mengi yakajitokeza usiku huo ambao Simba walienda katika uwanja wa mazoezi e, kufanya mazoezi katika uwanja wa Mkapa e, kama wenyewe wanavyojua, taratibu zinadai kwamba timu geni inacheza siku moja kabla ya mchezo mara moja muda mwafaka ambao mechi itapigwa. Hivyo Simba alienda na taarifa zikatoka mbalimbali, wameshindwa kuingia uwanjani kutokana na kuzuiwa na hivyo eh, kikosi cha Simba kikaamua kuondoka pale uwanjani na wakufanikiwa kufanya hayo mazoezi ambayo yalikuwa wamewapeleka pale. Lakini kubwa zaidi Simba usiku huo huo wakatoa barua na kuweka wazi kutokana na hicho kitendo ambacho wamekutana nacho uwanjani, hivyo wao hawatashiriki mchezo tarehe nane kama kawaida. Yanga Africans walitanga mechi itakuwepo kama kawaida. Bodi ya ligi ilikuwa bado haijatoa maamuzi licha ya kwamba walianza kwa kutoa taarifa kwamba mechi itakuwepo kama kawaida. hapo baadaye eh, kikao kizito kilikalika na bodi ya ligi wakaja na maamuzi yao kwamba mechi imegairishwa kutokana na sababu hizo, na uchunguzi utafanyika ili kutenda haki, na hiyo mechi itapangiwa tarehe nyingine. Lakini Young Africans wakasisitiza mashabiki zao wajitokeze uwanjani kwa sababu mechi iko pale pale. Guess what? Young Africans walikipeleka kikosi chao kama kawaida uwanjani na kufuata taratibu zote, na baadaye wameweza kuondoka hapo. Jana Young Africans wametoa taarifa ya maamuzi yao ya mwisho kuhusiana na hili linaloendelea. Msisitizo wa Young Africans ni mmoja tu, wapewe ushindi katika huo mchezo, lakini pia waweze wao e, wameweka wazi hawatashiriki katika mchezo mwingine unahusisha Kariakoo derby, hivyo hawatacheza mchezo mwingine wote, na wametoa taarifa kwamba hawana imani na bodi na hivyo bodi wanatakiwa kuwekwa pembeni ili mambo mengine yaweze kuendelea. Maoni yako wewe ni yapi? Tujuze kubwa tu, usiache kusubscribe.